hasa mechi za kimataifa uwe nafanyika feva tu ya bodi ya ligi, sio kwamba lazime kupate, wewe unaweza kachezeshwa, ni kanuni yao kiboko